Jina langu naitwa Dkt. Seif Shekalaghe ni Katibu Mkuu Wizara ya Afya. Leo tumekuwa na kikao hapa cha ndani ambacho ni cha kujadili utekelezaji e, wa ufadhili wa Mfuko wa Dunia kwa ajili ya kupambana na magonjwa makuu matatu ambayo ni UKIMWI, malaria pamoja na kifua kikuu. Utekelezaji wa mradi huu umeanza miaka mingi, lakini sasa hivi tuko katika raundi ama tuseme, katika mzunguko wa saba na katika utekelezaji huu ambao ni wa mzunguko wa saba utaisha mwakani mwezi wa kumi na mbili kwa maana kwamba mwezi Disemba. Kwa leo tumekutana na wale watekelezaji wote katika suala zima la kujadili kuweza kuona kwamba utekelezaji wetu katika kipindi kilichobaki tunatekeleza vipi na tunaimarisha vipi mifumo yetu, hasa ukichukulia kwamba kwa sasa hivi utekelezaji ambaye ni mtekelezaji mkuu namba mbili ni tume ya Kikristo ya huduma za jamii ndiyo ambayo ndio watekelezaji namba mbili, ukiacha serikali, lakini pamoja na wao tumekuwa pia na zile taasisi nyingine ambazo ni zile mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yatatekeleza uh, mradi huu katika muda ambao uliobaki. Kikubwa ambacho tumeweza kusisitiza katika kipindi hiki ni kwamba tuimarishe mifumo yetu tuweze kuhakikisha kwamba fedha ambazo tunazo tunazitumia kwa wakati mpaka itakapofika mwezi Desemba mwakani lakini kingine kuimarisha udhibiti wa matumizi ya fedha hizi, kuweza kuhakikisha kila senti ambayo inapatikana kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu inatumika vizuri kwa uadilifu na kwa kuzingatia taratibu zote ambazo zimewekwa. Lakini kingine ni suala zima la kuweza kuhakikisha kwamba yale malengo ambayo tumeyaweka ambayo tunatakiwa tuyafikie katika magonjwa haya yote ambayo nimeyatamka hapo awali, tunayafikia kwa wakati ambao umetarajiwa, tunauweka lakini pamoja na kwamba tufahamu kwamba Mfuko wa Dunia unafadhili katika hii lakini pia, kama serikali naenyewe pia inatoa fedha nyingi sana pia kusaidia katika hiyo. Mheshimiwa Rais ametoa fedha nyingi sana, ambazo nyingi zimeenda kujenga vituo vya afya, ameweza kuwapeleka wataalamu kwenda kusomea fani mbalimbali, lakini pia ameweza kununua vifaa tiba pamoja na vitendanishi. Hii yote ni kuweza kuhakikisha kwamba mfuko huu wa dunia ambao tunapata ufadhili unachangia zile jitihada ambazo ni za serikali, lakini serikali kama yenyewe pia inatoa fedha nyingi sana kuweza kupambana na magonjwa haya, lakini pia kuweza kupambana na afua mbalimbali za zoni za afya. Naitwa Dr. Grace Magembe ni mganga mkuu wa serikali. Sasa hivi karibuni tumepata fedha nyingine, na kuanza tunaita mzunguko wa saba wa utekelezaji wa afua mbalimbali za, za, za, za kukabiliana au kupambana na kifua kikuu pamoja na maambukizi ya UKIMWI au viviu. Sasa katika kutekeleza hilo, serikali haitekelezi peke yake, tunatekeleza sisi pamoja na wadau mbalimbali kuanzia kwenye ngazi ya jamii, wadau kutoka sekta binafsi, lakini pia serikali kwa maana ya Wizara ya Afya, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Ofisi ya Waziri Mkuu, Wizara ya Fedha na taasisi nyingine ndani ya serikali. Sasa kipindi hiki kuna utofauti kidogo ambao utatokea. Mara nyingi tumekuwa tukitekeleza kwa kushirikiana na wadau au taasisi zisizo za kiserikali ambazo zinatoka nje ya nchi, lakini sasa hivi kwa mara ya kwanza tunatekeleza na taasisi ambazo zinatoka ndani ya nchi. Kwa hiyo tunayo taasisi ya Christian Social Services pamoja na taasisi nyingine ambazo tutafanya nazo kazi. Sasa katika utekelezaji huu, kwa kipindi chote hiki kumekuwa na mafanikio makubwa kukabiliana na magonjwa mawili. Kwa hiyo tunachokwenda kufanya sasa na fedha hii ni kuhakikisha kwamba sasa tunapunguza zaidi maambukizi kwenda chini zaidi, na kikubwa tutajikita kwenye makundi ambayo tunaona bado hatujayafikia maz... vizuri au makundi ambayo kwenye hatarishi zaidi. Kwa mfano, tuna kundi la vijana eh, tunataka pia tulifikie, lakini pia tuna kundi la vijana hao ambao kwenye umri wa kujifungua au umri wa kuzaa Unaona, tunatakiwa pia tulifikie, lakini pia kwenye ngazi ya jamii bado tuna maambukizi ya kifua kikuu kwenye ngazi ya jamii. Kwa hiyo tutakwenda kuibua zaidi wagonjwa ambao wana watu ambao wana dalili za kifua kikuu, hata kama bado hawajaugua, lakini tutakwenda kuwaibua, lakini pia tutakwenda kuibua wale ambao wako kwenye mazingira hatarishi ya kupata maambukizi ya virusi vya UKIMWI, na baada ya kuwaibua tutahakikisha kwamba wako kwenye dawa, kwa sababu unapoweka mtu kwenye dawa maanake ni kwamba unapunguza uwezo wake wa kuweza kuambukiza mtu mwingine. Kwa hiyo hizo ndio afua ambazo tutazitekeleza kwa upana wake, afua za tiba, lakini pia afua za kinga na afua za elimu, ili tuweze kuibua watu wengi zaidi. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho tutakwenda kukifanya, na leo ndio tumezindua rasmi a, utekelezaji wa, wa mradi huu. Mimi naitwa Peter Maduki, mkurugenzi mtendaji wa Christian Social Service Commission au kwa Kiswahili Tume ya Kikristo ya Huduma za Jamii. Wako watekelezaji mbalimbali uh, ikiwemo serikali kwa maana Wizara ya Afya, TAMISEMI. Huu ni mkutano muhimu sana kwa sababu ni mwendelezo wa kujipanga katika namna ya kutekeleza kutekeleza afua hizi kikamilifu na katika ubora wake, ili malengo yaweze kufikiwa. Ufadhili huu ni fedha kutoka kwanza Global Fund. Lakini vile vile serikali inachangia katika kuhakikisha kwamba afua hizi zinatekelezwa. Aa, changamoto kubwa tunaweza kuitaja ni ile hasa ambayo itahusu mapokeo ya ya jamii ya, ya, ya, ya, ya yenyewe tunako kwenda huko, kwa sababu watu wanaweza wakaona kwamba ni kitu cha kawaida wameshakizoea. Sasa wanaona kwa nini tuendelee pengine kupata elimu au kufuatiliwa. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo tunaifikiria, lakini kwa kusaidiana na viongozi katika ngazi mbalimbali mpaka mbali, katika ngazi za, za kata za kijiji, na vile vile na wale watendaji katika jamii, watatusaidia sana kuhakikisha kwamba jamii inakubali na inashiriki kamilifu katika utekelezaji.